Mkali wa kucheka na nyavu ndani ya ligi kuu Tanzania bara, ambaye yeye sio kufunga tu ni kitu anachokimudu, bali mpaka kutengeneza pasi za mabao. Uchawi wake umegundulika ulipo akiwa uwanjani, jambo ambalo linamwongezea makali kila wakati ndani ya uwanja, anaitwa Jean Ahoua ambaye mchezo wake dhidi ya Tabora United uliokuwa ni mchezo wa ufunguzi kwa Simba ndani ya ligi msimu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano alitoa pasi ya bao. Ilikuwa ni Agosti kumi na nane elfu mbili na ishirini na nne na alimpa Chem Malone ambaye katika mchezo huo alichaguliwa kuwa mchezaji bora. Mchezo wa pili wa Simba ilikuwa dhidi ya Fountain Gate ulichezwa Agosti ishirini na tano elfu mbili na ishirini na nne ambapo kwenye mchezo huo alifungua akaunti yake ya mabao kwa kufunga bao moja na kutoa pasi mbili za mabao ndani ya ligi, hivyo akawa kwenye mwendelezo wa kutoa pasi na kufunga pia huyu mwamba kwenye mchezo huo Ahoua alionyesha makali yake na alihusika kwenye mabao matatu kati ya manne yaliyofungwa na Simba iliyosepa na pointi tatu mazima ikiwa nyumbani. Huku mguu wake wenye nguvu ulikuwa ni wa kulia, alitoa pasi mbili za mabao zote alitumia mguu wa kulia, na alichaguliwa kuwa mchezaji bora baada ya dakika tisini amecheza jumla ya mechi ishirini na moja akiyeyusha dakika elfu moja mia tano hamsini. Na uchawi wake kwenye kutupia mabao yote hayo upo kwenye mguu wake wa kulia kwa kuwa mabao yote aliyo nayo kibindoni msimu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano akiwa ni namba moja kwenye chati ya utupiaji kafunga kwa kutumia mguu huo wa kulia. Ahoua anaingia kwenye orodha ya wakali waliofunga mabao mengi kwa penati, akiwa katupia jumla ya mabao matano na yote hayo ni mguu wake ule ule wa kulia, ambapo katika mapigo yake, mtindo wake wa upigaji umekuwa ni ule ule, anakimbia kidogo kisha anasimama kwa muda kumsoma mlinda mlango na kuchagua upande wa kupiga. Pigo lake la penati akiwa na uzi wa Simba aliwatungua Dodoma Jiji, lilikuwa mchezo uliochezwa uwanja wa Jamhuri Dodoma dakika sitini na tatu akitumia mguu wake wa kulia akiwa ndani ya kumi na nane ambapo penati hiyo ilisababishwa na Muhammed Hussein Zimbwe Junior na Simba ilisepa na pointi tatu mazima kwenye mchezo huo. mabao yake kumi na mbili aliyofunga kwa mguu wake wa kulia katengeneza pasi saba za mabao, ambazo zinamfanya ahusike kwenye jumla ya mabao kumi na tisa kati ya hamsini na mbili yaliyofungwa na Simba inaonolewa na kocha mkuu Fadru Davids kwenye msimamo Simba ipo nafasi ya pili ikiwa imekusanya jumla ya pointi hamsini na saba na imetupia mabao hamsini na mbili ambayo yanaifanya Simba iwe nafasi ya pili pia kwa timu zenye mabao mengi ndani ya ligi, huku Ahoua akiwa ni nyota aliyohusika kwenye mabao mengi zaidi kuliko wachezaji wote ndani ya ligi ambayo ni namba nne kwa ubora Afrika. kiungo huyo ana wastani wa kuwa na hatari ndani ya uwanja kila baada ya dakika themanini na moja kwa kufunga ama kutoa pasi, ambapo katika pasi zake saba alizotoa alifungua kaunti ya mabao mbele ya Fountain Gate, na alifungua kaunti ya pasi za mabao kwenye mchezo dhidi ya Tabora United uliochezwa uwanja wa KMC. Ni mshikaji wake Chem Maloni ndiye aliyefungua ukurasa wa mabao ndani ya kikosi cha Simba. kwenye mabao yake kumi na mbili yaliyonayo alifunga bao moja dhidi ya JKT Tanzania. Ilikuwa katika zile dakika za jioni, mchezo huo ulichezwa uwanja wa KMC Complex. Alifunga dakika ya tisini katika zile dakika za nyongeza, kwa pigo la penati ambayo ilisababishwa na Shomari Kapombe, beki wa kupanda na kushuka. Jezi yake ya mgongoni kwenye mechi za ushindani ni namba kumi, ambapo tayari amepita idadi ya mabao ambayo yanayokwendana na uzi unaomtambulisha akiwa na uzi wa Simba kwenye mechi za ushindani. Huyu mwamba ni chaguo la kwanza la kocha Fadlu. Kuhusu Ahoua, hivi karibuni Fadlu aliweka wazi kuwa ni mchezaji ambaye anahitaji muda kuwa imara kwa kuwa bado hajafikia kwenye ule ubora ambao unatarajiwa kutokana na majukumu anayopewa, hivyo anapaswa kupewa muda zaidi. Ipo wazi kwamba Ahoua ni ngizo jipya ndani ya kikosi cha Simba. Amekuwa akifanya kazi kubwa akishirikiana na wachezaji wengine kwenye kusaka ushindi ndani ya dakika tisini kitaifa na kimataifa pia. Kiungo huyo aliweka wazi kuwa kikubwa ambacho anakifanya ni kuona timu inapata matokeo kwa kushirikiana kwenye kila mechi, huku hesabu kubwa ikiwa ni kupata ushindi ndani ya uwanja, licha ya ushindani mkubwa kutokana na timu ambazo anacheza nazo kuhitaji ushindi pia. Tunacheza mechi ngumu na zenye ushindani. Kikubwa ambacho tunakifanya, tunahitaji kuona kwamba tunapata matokeo. Hilo lipo wazi, na kila timu ambayo tunakutana nayo inahitaji ushindi, hivyo tunaendelea kupambana yote kwa yote. Ahoua ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wakitajwa kwamba hawajafikia ubora ule ambao wanao katika mechi za ushindani, jambo ambalo linafanya kwamba wengi wasubiri akifikia katika ile asilimia mia moja atakuwaje? Itakuwa namna gani, kivipi na wakati gani ambao watafunga kwa kutumia labda mguu wa kushoto ama pigo la kichwa ndani ya uwanja kwenye mechi za ushindani? Ni jambo la kusubiri na kuona. amekuwa na ushirikiano mkubwa na mshikaji wake Leon Leateba, ambaye huyu ni mshambuliaji wa Simba. Katika penati kumi ambazo Simba ilipata katika mechi za Ligi Kuu Tanzania Bara, waligawana sawa sawa, ambapo Ahoua yeye alipiga tano na Ateba alipiga tano. Tofauti yao ikawa ni sehemu ya kufunga Ateba yeye amefunga jumla ya penati nne, na penati yake moja iliokolewa kwenye mchezo dhidi ya Namungo uliochezwa uwanja wa Majaliwa, ambapo mlinda mlango Jonathani Nahimana alikuwa shujaa kwa penati hiyo, ambapo aliiokoa na kufanya Ateba akose penati yake ya kwanza kwa msimu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano ndani ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Kuhusu kukosa penati, Fadlu aliweka wazi kuwa kila mchezaji ana nafasi ya kumpa nafasi mchezaji mwingine kupiga penati, na umekuwa wakishirikiana kulingana na namna inavyotokea kwenye mechi, kwa kuwa Ahoua anajua kupiga na Ateba naye pia ni mpigaji mzuri wa penati, hivyo hakuna mtu maalumu ambaye ana kazi ya kupiga penati na kukosa ni sehemu ya mchezo.